Mti wa mzambarau tuna ufahamu sana na unafahamika sana mti huu wa mzambarau kutokana na kutoa matunda yenye rangi ya zambarau ama matunda ya zambarau. Sasa mti huu ni tiba nzuri sana, kwa upande wa tiba, kwa wale wenye changamoto mbalimbali. Sasa nisikilizeni vizuri e, ili niweze kuwaelezea tiba inayotokana na mti huu wa mzambarau, unaoweza kutibu maradhi mengi sana kwa wakati mmoja. Kama haujani follow mtaalamu wako ninee kukupa ushauri kila siku, basi ni follow, nitakufollow back, like, comment Share. Acha swali lako katika comment section, nitakujibu vizuri tena ipasavyo kabisa. Kama wewe ama jirani yako ama ndugu yako yeyote ana changamoto ya sukari, changamoto ya figo, changamoto ya tezi dume, changamoto ya uvimbe kwenye kizazi, maumivu ya mwili, basi mti wa mzambarau una uwezo kutibu changamoto hizo zote, tena vizuri na kwa haraka ipasavyo. Uh, mti wa mzambarau, magomi ya mzambarau yana uwezo kutibu changamoto ya kongosho kwa wale wenye sukari ya kupanda mara kwa mara ama sukari ya kushuka. Hivyo mti wa mzambarau unaweza kutibu kongosho yako ikawa inaweza kujitolea insulin vizuri tena yenyewe na kuweza kubalance viwango vya sukari na kuweza kukaa sawa, eh, kama inavyohitajika, kuweza kuondoa maumivu yanayotokana na sukari, mfano miguu kufa ganzi ama kuwaka kuwaka moto, macho kuwa hafifu, eh, kusinzia mara kwa mara kutoka haja ndogo nyakati za usiku kwa muda mrefu. Hizo ni athari ambazo zinatokana na kongosho, lakini kwa wale wenye changamoto ya figo eh, kama una changamoto ya figo, figo zako zina mawe ama zinachu, a, ziwezi kuchuja sumu vizuri eh, una shida ya miguu kuvimba, e, kupata maumivu ya mwili, kuchoka sana mara kwa mara, basi magome ya mzambarau naweza kutibu changamoto za figo na kuweza kumaliza kabisa kwa wale wenye matatizo ya figo na wale wanaume wenye tatizo la tezi dume eh, uvimbe wa tezi dume, basi unaweza kutumia mizizi ya mti wa mzambarau kwa ajili ya kuweza kutibu uvimbe wa tezi dume na hata hernia inayokusumbua mara kwa mara. Chemsha magome ya mzambarau pamoja na mizizi ya mzambarau, utatumia eh, glasi moja kwa siku kwa muda wa wiki mbili mpaka wiki tatu, kila siku glasi moja asubuhi na jioni. Hivyo unaweza kutibu changamoto ya tezi dume pamoja na hernia inayo kusumbua mara kwa mara. Kwa kwa wale wenye changamoto ya kizazi, mfano wanawake wenye shida ya upande wa uzazi, wana uvimbe kwenye upande wa kizazi, kuto kuona siku zao kwa wakati, kupata maumivu makali wa wakati wanaposhiriki tendo la ndoa ama wanapoingia katika hedhi, basi wanaweza kutumia eh, mizizi pamoja na majani ya mzambarau kwa ajili ya kuweza kuweza kutibu changamoto hiyo na kuweza kumaliza moja kwa moja kabisa. Hizi ndio faida za mti wa mzambarau kwa wale wenye changamoto ya mzambarau, na usisahau kama mti, mti wa mzambarau ni tiba nzuri sana kwa maradhi hayo niliyoweza kukuelekeza, tukianzia katika upande wa sukari, upande wa figo, upande wa tezi dume, upande wa kizazi kwa wanawake eh, na hata kuweza kutibu matatizo mengineyo mengi eh, ambayo inatokana na athari ya matatizo hayo niliyokuelezea. Basi usisahau kwamba mti wa mzambarau ni tiba nzuri sana kwa upande wako. Mimi ni mshauri wako ninayekushauri kila siku kuhusiana na swala la tiba e, namba zangu za simu jumlisha 255 mia sita hamsini na nane kumi na sita thelathini na nane thelathini na nane Usisahau, Acha swali lako katika comment section nitakujibu vizuri tena ipasavyo, lakini usisahau kusubscribe katika channel yetu ya YouTube ili kuendelea kupata yaliyo mengi zaidi. Nikutakia siku njema, nikutakie kila la heri.